Kwingineko, familia moja kutoka Timboroa kaunti ya Baringo inaitaka serikali kuwasaidia kupata mwili wa jamaa yao aliyeaga dunia katika vita kati ya Urusi na Ukraine. Kevin Kang'u anadaiwa kupata ufadhili wa elimu nchini Urusi, ila alitakiwa kujiunga na jeshi la taifa hilo kwa mwaka mmoja kabla ya masomo. Na kama anavyotuarifu Laura Otieno, ombi hilo linajiri siku moja baada ya ubalozi wa Urusi nchini kukana madai ya kuwahadaa baadhi ya wa Wakenya na kuwatuma katika vita hivyo. Katika kijiji cha Timboroa, biwi la simanzi limegubika boma la Jacob Jehia. Picha hizi zikiwa kumbukumbu kumbu ya mwisho ya mwana wao Kevin Kang'u. Aliondoka nyumbani mwezi Septemba, baada ya miaka miwili ya kutuma maombi ya ufadhili wa masomo katika taifa la Urusi. Jibu lilirejea mwaka jana. Email inaniambia application iko successful na kama bado niko interested, so aka reply na akasema ako interested, akaambiwa in two weeks time, ajitayarishe. Aidha, familia hii inadai kuwa Kevin alitakiwa kufanya mafunzo na jeshi la Urusi kwa mwaka mmoja kabla ya kuingia darasani. Msururu wa picha alizokuwa akituma kwa familia yake kila siku zilikatika mwezi Oktoba. Mwezi mmoja baadaye, ripoti za kufariki kwa Kevin zikabisha hodi. Kama imeenda hivyo eh, mwili nitapata namna gani? Ama ikitokea namna hiyo mwili huwa inafikia familia namna gani? Kijana akaniambia frontline ni kubaya huko, ni marisasi na mabomu 24/7, usiku na mchana, so the recovery team kuingia kule ndio waweze kuretrieve mwili itakuwa ngumu. Ombi langu kwa serikali na ninaiamini sana, ni kwamba watu support tu mahali wanaweza, yani mahali tuseme mahali tumefika sisi, tumefika mwisho, watu watusaidia hapo mahali pengine na ninaamini watatusaidia na watatushika mkono. Kilio cha familia hii kinakinzana na taarifa ya ubalozi wa Urusi iliyopinga madai ya kuwahadaa Wakenya kupigana katika vita dhidi yao na Ukraine. Familia hii sasa ikisubiri kuona iwapo atapokezwa mwili wa Kevin kwa mazishi. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.